Li, li mesama, ina maana ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu alitakuwa kuna mali aliongopea. Kwa sababu amesema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mwenyezi Mungu alipoumba aliumba njia mbili. Ima moja ni ya kwako kama wewe, wewe ungeuze chips huko. Alafu ningetamani hiyo siku kama huyu jamaa alikuwa anachomeka alafu anapiga nduru namsikia msikia. Nikasema wallahi unaona. Sasa <laughs> mimi nitaingia Kiislamu na mimi na uongo iko kwa kwa yao. Kweli. Kwa sababu Kristo peja ukweli, aya uongo wa Uislamu. Korani 46 ngapi? 46 9 46 9, wema uliyekupata umetokana nafsi mwako we, mwenye uliafanya hayo mpaka a kutokea. Mwalimu soma, inasema ni baada. Audhubillahi minashaytani rajim. Waislamu hatujafikisha hata juzuu 50, wallahi. Tuendelee ule amba kwamba na sadaka yake wale kwa kununua kitabu. Sawa, sema, ndio, mimi sikoraja mpya katika mitume, ndio, wala sijui nitakavyofanywa, ndio, mimi wala nitakavyofanywa nini, ndio, sifuati ile ila yaliyonifunuliwa kwangu, ndio, na sikokuwa mie, mie lolote mm. ila ni mwonyaji tu. Eh, hapo bo, Muhammad anasema. Anasema aji kama atachoma ama atakarangwa Amesema je, mpe arudie, sema. Sema ewe Nabi Muhammad, mimi sikoraja mpya katika mitume. Mpe nini maana kioja? Kiroja vile atafanywa mm, wewe. Acha nikusomee. Nini ma... brother, eh? Eh? Ukichukua mic usoma huyu anafutwa kazi, kesha ingia na wewe mwenyewe. Tukikwambia ukuje kesho utusomee, hutakuja? Nitakuja, niambie nikuje, nitakuja We wanamwambia, si kihoja mpya katika nini, katika mitume. Nini maana kihoja? Wala hujui atakavyofanya. Subiri bwana, ujui vile atakaofanywa, tunakuja eh. Nini maana kihoja, kiroja kiroja? Sawa, nini maana kiroja kimpya katika mitume, nini maana yake? Elimisha, sijui mimi. Aya, songa mbele. Mwalimu chukua maiki usome, andika aya. Wala wala sijue nitakavyofanywa mimi. Rudia aya, mwalimu, sema, sema mimi si kiroja mpya katika mitume mpe. Mimi si kiroja mpya katika mitume, maana yake mimi si mtume wa kwanza ambaye nimetumwa. Kuna mitume wengine walitangulia kabla yangu. Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Muhammad sema, wewe si kioja mpya katika mitume, kuna mitume wengine walikutangulia. Haya takutana nayo, usione wewe ndio wa kwanza, kuna wengine waliyepitia haya madhila, nyani na madha, na, yani madhara mengi sana, mpaka ukamshika Yesu ukamsulubisha. Sasa ndiyo unamwambia kwamba usiwe si kioja mpya katika mitume, iyo mpemalize mpe Kumbe unajua, ndio maana mpe maika amalize. Musa alikuwepo wakati wa Firauni, kapitia mateso mengi. Wakati wa Yesu kapigwa makofi, ndio mm-hmm. Nabii Muhammad anaambiwa usione wewe ndio kiroja mpe katika mitume, kuna mitume walikutangulia kabla yako, endelea Wala. Wala. Sijui nitakavyofanywa mimi. Sijui kama vile nitakavyofanywa mimi mpe kwanza mai, maina eh, Subiri eh. Subiri kwanza eh. Twende kwa zamu. Mtume anasema hajui vile atakavyofanywa sawa. kwanza subiri Mtume anasema hajui vile atakavyofanywa sawa. Sasa Unajua mitume, anajua mambo, Mpoha, ibida, mambo, na mambo, mtume alikuwa mwanadamu eh? mtume alikuwa mwanadamu. Nakuuliza hivi mtume ni mwanadamu? Hey, hey. Na wewe eh. ni mwanadamu. Ma, eh. na lakini subiri kwanza Subiri, so, yeah, ngoja damu, kwanza. Maina, mtume anasema mimi ni mtume <laughs> tofauti yeah, si okay, yangu mimi na wewe, mimi ni binadamu kama wewe. Tofauti yangu mimi na wewe ni kwamba naleta uhai, naletarevelation ndio, yeah. Nauliza, mtume alikuwa mwanadamu si mwanadamu chukua chukwamaiki kwanza, unajua nilichokuuliza ni kitu ingine sana. Ungeniambia kwamba mtume ni mwanadamu uitikia tu ndiyo, kwanza hii, lakini nitakufikia, lakini tutakuja. Mimi ni mtume lakini sileteiwahai. Mimi ni mtume, mimi ni binadamu lakini si mtume, yatakuja. Mimi nimekuuliza mtume alikuwa mwanadamu si mwanadamu be? alikuwa mtume, lakini mpea kwanza maneno, lakini itakuja baadaye, lakini itakuja baadaye, lakini lakini, itaa, nakwambia hivi, lakini nitafatisha, sitasahau. Nisikilize nilichokuuliza kwanza kukatalii nitakupa upya, ujieleze. Siwezi nikakunyanyasa. Narudia tena, mtume alikuwa mwanadamu, si mwanadamu? Alikuwa mwanadamu, na wewe ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu. Mtume anasema hajui vile atakavyofanywa, sawa sawa? Wewe unajua vile atakavyofanywa? Mimi sina udume kama kama mtume, najuaje nda mtume anajua haya. Mpe, mpa, endelee wala wala hafati mtakavyofanywa ninyi. Sasa sifuati ila sifuati ila ila nio yaliyofunuliwa kwangu. Mpima anasema hafati isipokuwa yale aliyofanyaje, aliyofunuliwa. Swali lako lingine, ah, story imeisha, imeisha. Eh, sasa swali yangu lilikuwa hapa, mimi nitafuataje mtume ajue atakalofanywa na kwa biblia najua Yesu andiko Yohana 14:6. Kwani kuna mali pengine mimi ndimi njia. Yohana 14:1. Msifadhaike mioni mwenu mnapomwamini Mungu, niamini na mimi, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi hiyo. Inasema, Inasema, Inasema Mwalimu. Mwalimu. bismillah wala a'udhu billah. na na na janabu na Inasema mwalimu. Naam, mwalimu. Na janabu hivi. Na hivi. Ndio. Msifadhaike moyoni mwenu. Sawa. Mnaaminini mu, mu, mu, Mungu mkimwamini Mungu niaminini na mimi mpe. Sasa twende pole pole, yeah. Yesu anasema msiwe na wasiwasi katika moyoni mwenu. Sawa? Yeah, yeah. Unapomwamini Mungu na na tumwamini na nani? Na Yesu pia. Kumbe hapa kuna Yesu na kuna nani? na kuna Mungu. Endelea. nyumbani mwa mama yangu, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Ndio. kama sivyo hey. Ningaliwaambia. Ndio maana hey. Naenda kuandalia mahali. Ndio basi hey. Mimi nikienda na kuandalia mahali ndio, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Safi ila nilipo mimi ndio nanyi mwepo, sawa nami niendako ndio mwaijua njia. Mwalimu anaenda sita, moja kwa moja sita inasema hivi, mimi ndimi njia. Yesu akamwambia, ndio mimi ndimi njia, kweli na kweli, na uzima na uzima, mtu mtu haji kwa Baba ndio ila kwa njia mimi mpe Shida yako? yeah. Shida yangu iko. Mwalimu chukua baruani. Chukua baruani hapo. Yesu anasema anaenda kutuandalia mahali. Hauna? Na yo, mahali iko. Subiri kwanza hapo Yoyote mwenye kuna Qur'ani kwa simu Nani ana Qur'ani kwa simu? Simu niko nayo kwa kwa. Wewe acha na simu yako sitaki. Hiyo nilichangisha sadaka ya nguruwe sitaki. Haina shida. Si bora Qur'ani iko hapa. Haya, mwalimu. Nifungulie Qur'ani ile ndani ya simu ni ya baruani. Haya, mfungulie nn nani, ishiria nn nani, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Sikiliza haya, ndio anajua, ni shida. Hebu jenga hoja yako kwanza, kabla Qur'ani ifunguliwa jenga hoja yako. Hoja yangu ilikuwa hapa. Ndio. Kwa Qurani, mm. Muhammad ajui vile atakavyofanywa hii Biblia mahali mahali mahali na yuko sisi tutakuwa. Sawa. Mtu mtu anajua anaenda ama gari ajue Yesu alimwambia anaenda kumwandalia mahali, sawa? Wapi? Binguni sema... eh. Yes. Yes kwa, eh. kwa Baba. Ah. Eh. kwa nani? Kwa Mungu. Wakati ya pili itakapokuja kuji kitupwa mtakuwa wapi? Ubwana mwalimu mwalimu, brother, naweza kutolea maandiko takribani saba. Hii mbingu itakunjwa kwa mujibu wa Biblia, nitakutolea 4 magi. Wacha na hiyo mzee, tuanze na Isaya Mungu atakunja kunja pingu na tupe huko. Tusome Zaburi. Hey. Hebu soma. Jenga hoja kwenye 16 usitoe kwenye maneno wewe. 16. Eh. Yesu ameenda kutuangalia, tuandalia wapi? Ameenda kutuandalia mahali. Eh. Mahali atakuwa sisi tutakuwa. Safi. Eh. Wale watu Yesu alienda kuandalia huko ndani yao. Eh, niko ndani yao. Toa andiko. Ufunuo 7:10. Ufunuo 7:10. Eh. Ndio kifo chako kimeanzia hapo. Jeneza mletee kesho, tumzika asubuhi. Mwalimu Abdullahi, likipatikana andiko maina ameandaliwa na jina lake likuwa hapo, ni Muislamu basi. Aya tisa inasema mwalimu. Ndiyo. baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambapo hapana mtu awezaye kuhesabu. Sawa. mto wa kila taifa Ndiyo. na kabila Ndiyo. na jamaa na lugha. Ndio. Wamesimama mbele kile kiti cha enzi na mbele za mwanakondoo. Ndio. Wamevukwa mavazi meupe. Watakuwa wamesimama mbele kiti cha mwana nani? Kila kabila na kila taifa na jamaa wako hapo sawa kumi na tatu ishirini na saba inasema hivi, kumi na tatu ishirini na saba Nimefika maani? Ndiyo, inasema hivi, naye akasema, naye uh -huh, atasema nawaambieni, na siwajui mtokako. Ishirini, ishirini na nne inasema ndiyo, inasema jitahidini uh -huh, kuingia katika mlango ulio mwemba Mwembamba. Ule mwembamba. Naam. Sasa. Tupe vitu. Inasema hivi. Sawa. Umefanana na, umefanana hey. na chatu ule watu mwanamke akaisitiri ndani ya pishi. Moja kwa moja. Mtu mmoja akamuuliza, Bwana, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache. Yesu anaulizwa watu wanaokolewa ni wachache, na wanatwambia kila jamaa na kabila na taifa. Yesu anauliza Bwana watu wanaokolewa ni wachache, endelea, inaendelea akisema sawa, akawaambia Yesu akawaambia jitahidini kuingia katika mlango ule mwembamba, angalia mtajitahidi kuingia katika mlango ule mwembamba. Sirata ni mustaqim. Kwa maana? kwa maana maana nawaambia ya kwamba, ninaambia ya kwamba wengi watataka kuingia Am... Biblia wasiweze kuingia, wakati mwenye nyumba wakati mwenye nyumba Yesu, atakaposimama na kufunga mlango, wakati Yesu atakaposunga mlango. Endelea, nanyi mkaanza kusimama nje na nyinyi maino na jeansi na wakimiwange wakina Yusufu wamesimama nje. Endelea kisema ndio na kupisha mlango na kuanza kugonga mlango kisema e Bwana, Bwana Yesu, e Bwana Yesu, Yesu. Fungulie, tufungulie mlango. Yeye atajibu na kuambia, Yesu atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Yesu ataambia, brother, shika njia, sikujui mtokapo. Ndipo wanango mtakapoanza kusema, hapo ndipo ataanza anakusema tulikula na kunywa mbele yako, tulikula mkate mwili wa Yesu na kunywa damu yako mbele yako, nawe nawe ulifundisha katika njia zetu no, ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema naye Yesu atasema, nawaambia siwajui mtokako. Yesu ataambia siwajui mtokapo, ndiyo ndokeni kwangu ndokeni kwangu ninyi nyote ati nini n Adi nini? Nini ufanya nini? Nini nyeupe? Wafanyaje? Endelea kusema ndipo kutakapokuwa na kilio. Hapo hapo ndio Kristo ataanza kulia, kwa kuwa ataanza kulia na kusaga na kusaga meno. Ndio. Mtakapomwona Ibrahimu na na na na Ibrahimu Ibrahimu Yakobo Yakobo na manabii katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu, nani? Wenyewe, wenyewe, wenyewe nani? Nani wakina? Ndio tutupa nje, kusema endelea. No, no. No. watakuja watu ndio no. Watakuja watu toka mashariki, watatoka watu kutoka. Tunaonaga Jumapili kama juzi, wengine wanatokea Kithurai 49. Wengine wanatokea Kayole, wengine wanatoka Kaangware, wengine wanatoka huku, alafu wanaimba hatutarudi nyuma. Hatutarudi nyuma. Alafu kuna ngoma, tutudukutudukutudukutu. Ikifika jioni ndio wamedanganya watu, ngoma zimetulia, wanakuja pole pole. Ndio watu watatoka mashariki na magharibi na kutoka na kut, na kazi kazini. Na kutoka kazi kazini na kusini. Na kusini. Na kusini nao. Nao. Nao. Wata, nao. Wata kenti, nao. Nao. Wata uai katika ufalme wa Mungu watakuja kukaa karibu na Yesu, penye chakula cha Yesu kipo. Natazama, natazama, natazama, natazama wako walio wa mwisho. Ati walio kwa nini? Wako walio wa nini? Walio wa mwisho, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakuwa nini? Watakao kuwa kwanza na wa mwisho wa Kristo, watakao kuwa mwisho na wa Kristo, watakao kuwa kwanza. Watafanyaje sasa Mafarisayo kadha hey, wa kadha alimwendea akamwambia, wa Kristo watakuwa wametupwa nje kwa nini? Saba ishirini na moja Matayo ishirini na moja. Tufunge hapa mwalimu, piga vitu Zin, zin, Bwana si, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni ndio bali, bali bali bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu ndio aliye mbinguni. Maana siku hiyo wengi watakuja wataniambia siku hiyo

Hivi ndiyo mtakuvyokuwa, ndio na tutawaoza la mahuralai utawekwa wanake mabikira. Nyinyi mtakuwa mmetupwa nje. Salamu aleikum.